hata ujauzito ni rahisi sana kwako mwanamke mwenye sifa zifatazo. Lakini kama una sifa hizi na umekuwa ukishiriki bila mafanikio, faster tu unabeba ujauzito kiurahisi. Sifa ya kwanza ni unaingia priodi kila mwezi na mzungu kwako, ule ule, au badiriki, mala mala. Yani mzunguko wako ni uleule aubadiliki si mara kwa mara, maranapozungumzia mzunguko simaanishi siku unazoingia, namaanisha urefu tangu umeingia mwezi huu mpaka utakapokuja kuingia tena mwezi unaofuata. Je, idadi ya zile siku ni ile ile? Kama ni 28 iwe ni 28, kama ni 30 iwe ni 30, kama ni 35 iwe ni 35. Lakini sio mwezi huu unahesabu unapata 28, mwingine unapata 24, mwingine unapata 35. Hapa tunasema wewe una changamoto. Lakini sifa ya pili ni unapata damu iliyonyoka ama edhi yako imenyoka. Damu ni nyekundu na ina ujazo wa kutosha. Una bleed kuanzia siku tatu mpaka siku saba yani, au zidi hapo, ama ushuki chini ya siku tatu. Hedhi yako haina mabonge, haina utelezi na inakuja imenyoka, wewe ni faster. Lakini sifa ya tatu ni kupata ule ute wa uzazi, unasema ute wa ovulation unaoashiria kuwa yai lako, unaoashiria kuwa yai lako linapevuka vizuri. Uteu una kazi kubwa sana kwa mwanamke, kwani ndo uzipokea zile mbegu za mwanaume katika kile kipindi cha hatari na kuzisafirisha mpaka kukutana na yai. Lakini sifa nyingine ni mirija yako iwe wazi, au upate maumivu yoyote ya tumbo la chini ya kitovu la upande wa kulia au kushoto, lakini hauna maambukizi ya PID ama kutokwa na uchafu ukeni, wewe utapata ujauzito kwa urahisi. Lakini ya mwisho na kubwa kuliko, uwe unajua jinsi ya kuzitambua siku zako za hatari na siku za ovulation ili uweze kutargeti siku sahihi. Ukiyajua haya na ukiwa na uki sifa hizi ni rahisi, lakini kama unazo na hujabatika, wasiana na mimi, huenda kuna kitu kadogo hujakajua, na ukikajua, basi mwezi ujao itakuwa ni rahisi.